Karibu darasani, mwanafunzi. Uko pahali panapofaa leo hii tukijifunza. Nataka tuanze kwa kuimba wimbo. Sasa hivi kimbilia daftari yako, yani exercise book. pale ambapo uliandika alfabeti ya Kiswahili, fungua, weka mbele yako, kisha utazame na tuanze kuimba pamoja. Tazama kila herufi tunapoimba, twende kazi. abachada dhaefaga ghaha ija kahalama nanganyao parasasha tatauva waya zazazaza zaza, waya zazazaza zaza. Ujambo, mwanafunzi. Nilisahau kukueleza kuwa unapoingia katika darasa la Kiswahili kuna jinsi ya kusalimiana. Hatutasema good morning teacher, hatutasema good afternoon teacher. Kulingana na masaa ya siku, utasalimiana kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo, nikikusalimia hujambo mwanafunzi, utajibu si jambo mwalimu, kisha na wewe utanisalimia shikamoo mwalimu, nami nitakujibu marahaba. Kumbuka hiyo kwa sababu tutaitumia kesho katika somo litakalofuata. Haya, tujikumbushe yale ambayo tumekuwa tukiyasoma kupitia pale kwenye wimbo. Tumeona herufi kadha wa kadha alfabeti ya Kiswahili. Soma nami haya, kwa pamoja tuende: a b ch d dh e f g gh h i ja ka ha la ma na nga nya o pa ra sa sha ta ta u va wa ya za. Na pia unakumbuka kati ya kati ya herufi hizi tuna vokali tano na tulisema vokali pia huitwa irabu ndio hizi, ndio hizi. A, E, I, O, U. Kuna wimbo hapa inayoweza kukusaidia kujua vokali bila kusahau, tunasema A, E, I, O, U. Hizi ni herufi tu. A, angalia E, endelea. I, ingia. O, ondoka. U, usiende. Na ukweli hatuendi, tuko hapa, hatubanduki. Tunaendelea kusoma kwa pamoja. Kisha hapo, jana siku ya Jumatano, tarehe ishirini na mbili mwezi wa Oktoba mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano, tulijifunza jinsi ya kuunda silabi na tulisema hivi: kuunda silabi unachukua herufi pale, herufi unakumbuka zile herufi pale kwa alfabeti, unachukua herufi moja unaunganisha na vokali, ukiweka pamoja unapata silabi. Kwa hivyo tulisoma silabi kadha wa kadha. Hebu tuzisome: ba, be, bi, bo, bu. Cha, che, chi, cho, chu.

ki, ko, ku. Ha, he, hi, ho, hu. La, le, li, lo, lu. Ma, me, mi, mo, mu. Na, ne, ni, no, nu. Nga, nge, ngi, ngo, ngu. Kisha tulikomea hapo na nikakupa kazi ya ziada nilikupa, nilikupaa Je, wakumbuka ulikuwa ukamilishe silabi zilizosalia ukitumia zile herufi ambazo hatukuweza kutumia. Na ya kwanza ilikuwa nya, uende kwa nye, kisha nyo, nyi, nyo, nyu. Je, ulifanya kazi ya ziada? Kama haukuweza kufanya kazi ya ziada, tafuta nafasi uweze kuifanya kazi. Ndiyo hii, ulikuwa uanzie nya, nye

vi vo vu wa we wi wo wu ya ye yi yo yu za ze zi zo zu. Kufikia hapo, ningependa tuingie katika somo letu la leo. Leo hii sasa tunajifunza kuunda maneno Kuunda maneno making words. Je, tunaundaje maneno katika lugha ya Kiswahili? Hebu fikiria. Asante kwa kujaribu. Tunaunda maneno kwa kuunganisha silabi au herufi pamoja. Unakumbuka zile herufi za Kiswahili? Unaziunda pamoja, unaziweka pamoja kisha unaunda maneno. Utahitaji vokali na utahitaji herufi hizo zingine konsonanti. Sawa. Aya, kwa mfano, hili ni nini? Hili ni nini? Gari. Hili ni gari. Ukitaka kuunda neno gari, unakuja kwenye silabi zako, sawa. Unakuja kwenye silabi unatafuta Silabi, ga. Ga. Ga. Ga. Kisha unaweka pamoja na silabi ri. Ri. Iko wapi ri? Ri. Ga na ri utatengeneza neno gari. Hii ni aina gani ya gari? Inaitwa lori. Hii ni Lori. Kwa hivyo mwalimu ametumia silabi lo na ri akaunda neno lori. Hii hapa ni nini? Kitana sema kitana, kitana vizuri. Mwalimu amechukua silabi ki, akaongeza ta, akaongeza na kisha akatengeneza neno kitana, kitana. Jiunge nami tuangalie maneno zaidi. Hapa sasa tuko na silabi ba ba na ba. Ukiweka ba na ba pamoja unapata neno Ba, ba, sema baba. Niko na silabi ba na c si. Nikiweka ba si pamoja ninaunda neno ba c si. Be na gi, nikiweka pamoja ninaunda neno begi. Nikiweka cha na i. Mwalimu Yunis anaipenda sana, cha na i. tunaunda neno chai, chai. Sawa, kuna chu na pa, chupa, tunaunda neno chupa. Da da, tukiweka pamoja tunaunda neno dada. Do a, tunaunda neno doa. Ki na su, kisu, tunaunda neno Kisu, sawa? sawa hapa chini tuna cha ki cha ki tunaunda neno chaki. si mu si mu tunaunda neno si mu. tumejifunza kuunda maneno na ninajua kwa hakika umefurahia kuunda maneno kama nilivyofurahia ukiwa umeketi hapo na silabi zako, hebu jaribu kuunda maneno mengi, kisha utanielezea kwa somo litakalofuata. Hadi kesho, endelea kusoma Kiswahili. Kwa heri.